Na, asante sana mtazamaji wangu, karibu katika ukurasa huu wangu wa YouTube, ambapo leo hii nitakupeleka moja kwa moja katika uchambuzi wa magazeti, na leo hii niko na gazeti mbili hapa ya The Daily Nation na The Standard. Katika eh, Daily Nation nitakupeleka moja kwa moja kwa masuala yanayohusu Oburu Odinga ambaye sasa hivi ni kinara wa ODM baada ya kakake Raila Odinga kufariki, na katika gazeti la The Standards nitakupeleka kwa masuala ya mtihani wa KCSE ambao unahusu zaidi ya wanafunzi eh, laki tisa ambao wanakalia mtihani huo, na pia ni kurejesha katika, katika gazeti la Daily Nation kuna kizaazaa kule Tanzania ambapo baadhi ama wananchi wasiopungua 1700 wameweza kupoteza mai, maisha yao kutokana na uchaguzi ambao unaendelea tukaweza kurejelea eh, katika Gazeti hili la Nation, ambapo Daily Nation, ambapo Oburu Odinga katika ukurasa wa nne mpaka wa tano Oburu Odinga ameweza kusema kuwa hakuna kiti ambacho wataweza kukubali chini ya kiti cha naibu wa rais. Kumbuka katika muungano wao wa kisiasa ambao uliweza ule, ule, kuwa umewekwa hapo nyuma ya broad based government pamoja na kinara aliyekuwa eh, Raila Odinga ambaye alifariki waliweza kuelewana na rais William Ruto kuwa wataweza kuunda serikali ya pamoja ambayo itaweza kuhakikisha wao wote wamejumuika ndani. Na Uburu Odinga aliweza kutoa madai haya katika mkutano aliofanya na gazeti la NTV na The Daily Nation, na pia Uburu, hii ni baada yake kuchaguliwa na kuteuliwa kuwa kinara wake, e, jinsi nilivyokueleza hapo awali baada ya kakake kufariki kule India. Tuweza kuelekea katika gazeti la The Standard ambapo mtihani wa KCSE unaendelea na ulianza hapo hivyo jana ambapo wataini walianza na karatasi ya kwanza ya, ya Kiingereza na karatasi ya kemia ambapo wanaendelea vizuri kabisa. Waziri wa elimu Bwana Julius Mgamba Ogos Migos aliweza kusema kuwa eh, karatasi hizo zitakaliwa kwa njia iliyo taratibu na iliyo amani. Mwanzo ikumbua kuwa kuna mivua ama kuna mvua mkubwa unaendelea kushuhudiwa, na kawaidi wazazi kuwa wasiwe na wasiwasi wote mwanzo, wanawao wamewekwa salama na mitihani hiyo itakamilishwa vizuri. Na katika gazeti la The Daily Nation, tukirejelea kizaazaa kule Tanzania ambapo ikumbua kuwa Tanzania ni nchi ambayo imekuwa na demokrasia ambayo ni nchi kwa miongo mingi imekuwa na udhabiti wa demokrasia na haki ya kweli ikilinganishwa na nchi zingine za Afrika Mashariki. Na sasa hivi kizaazaa hiki cha uchaguzi ambao ulimhusu e, Samia Suluhu na wapinzani wake kiwemo kina Tundu Lisu imeweza kutoa kizaazaa ambacho kimeweza kushuhudia picha mbaya, ambapo hata wachambuzi wanasema ingawa Mwalimu Julius Nyerere angerudi mahala hapa saizi angeweza kufurahia kulingana na jinsi maafa yanaweza kushuhudiwa na kipindi hiki kigumu nchini Tanzania. Ni hayo tu kwa sasa, nitaendelea kukujuza mengi. Endelea kufata eh, ukurasa wangu wa YouTube na hata Facebook na TikTok langu. Jina ni Adoli Allan.